Na mpenzi mtazamaji, nikicheki kwenye sangu ya mkononi, imekwisha kugonga majira ni saa saba ukundini wa jambo na karibu kwenye taarifa zetu za heka heka mtaani. Langu jina naitwa presenter Rioba Kohe. Ekuisha kada saa saba unusu, ambapo nakukaribisha kwenye habari zetu za hivi punde. Habari ya leo ni kwamba mwanamke wa kwanza kuendesha lori afariki, ambapo familia sasa inahuzunika kwa mengi zaidi. Na habari zaidi, nifuate kwenye runinga yetu ya Weza kila siku. Nimekuwa mwanahabari wako Kerubo, Amen. Asante sana mpesi mtazamaji, mimi wako Mkero Omanwa Oremo, nitakuwa nikawaleta kipindi cha ukulima na biashara katika kila wiki siku ya Jumatano kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Usikose, karibuni katika runinga ya Weza TV na Yohana 3:16, Kwa maana jinsi hii Mungu waliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanaye wa pekee ili amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tupatane maandalizi ya sapato kila siku ya Ijumaa mida ya saa kumi na moja hadi saa moja, ambapo tena tutakuwa tunapatana siku ya Jumamosi kuangalia uchambuzi wa lesoni niitemie nansi toto kutokana na joto la kisiasa ambalo hivi sasa limeanza kupanda nchini, tumeweza kumwona aliyekuwa naibu rais na hivi sasa ambaye amejitokeza kama mpinzani mkuu wa serikali ya Kenya Kwanza, Mheshimiwa Jofred Gadgashagwa, ambaye ameweza kuanza kuipinga serikali hii na kujitokeza kimasomaso kama kinara wa mlima Kenya. Hata hivyo, katika juhudi za kuhakikisha kwamba William Ruto anazidi kupata uunguaji mkono kutoka sehemu nyingine za nchi, ameanza ziara za maendeleo na hivi sasa ameweza kujiunga na viongozi wengine ili angalau kuhakikisha kwamba anaweza kusukuma mbele azma ya serikali ya Kenya kwanza. Hata hivyo, kwa masuala ya kisiasa na mengine mengi, tutakuwa tunaungana pamoja siku ya Jumanne ndani ya runinga ya Weza TV katika kipindi maalum, kipindi cha gumzo la kisiasa ukiwa nami Brian Obegi. This is presenter ndani ya Weza TV. Kama kawa, kama kawaida, sio mtu wangu, usicheze mbali na kuambia, siku zote wanasema Waswahili kwamba furaha ni kuwa na marafiki, furaha ni kucheza na marafiki kwa sherehe. Tumefika sherehe, tumefika, majirani wanajibamba bamba. Eh, watu wote wako wapi? Mtangu nakwambia jia, hiki ni kipindi nguli, kitakuwa kinakujia ndani ya Weza TV. Kipindi sana na muziki ni kipindi ambacho kitakuwa kinatesa kutesa, au sio? Mwanangu nakwambia, Weza TV, sisi ndio mwanga wa jamii, au sio? Ni walezi wadogo wa vipaji, haijalishi ni muziki gani, bongo flavor, hip hop Reggae Music kote kote, mwanakunakwambia tunazidi kutesa ndani ya Weza TV. Utakuwa unaungana nami kila siku ya wiki kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Au sio? <laughs>